Ikiwa imetimia mwezi mmoja kamili tangu kufutwa kwa matokeo ya uchaguzi mkuu Zanzibar, viongozi waandamizi wa vyama vya CCM pamoja na CUF wamekuwa na kauli tofauti tofauti kuhusiana na hatua ya uchaguzi huo. Hata hivyo mazungumzo kufuata wa hata hivyo mazungumzo ya kutafuta mwafaka yanayoendelea yamezidi kugubikwa na siri nzito kutokana na kutoelewana kwa taarifa yoyote kuhusu mwenendo wa mazungumzo hayo yanayoshirikisha viongozi wakuu akiwemo Rais wa Zanzibar Dr. Ali Mohamed Shein na makamu wake wa kwanza Maalim Seif Sharif Hamad. Jumla ya vikao vinne tayari vimefanyika katika ikulu ya Zanzibar na kuwashirikisha pia viongozi mbalimbali akiwemo maraisi wastaafu wa Zanzibar Haji Hassan Mwinyi, Dkt. Salmin Amuru Juma Ama na Amani Abedi Karume kwa nyakati tofauti. Manaibu katibu wakuu wa vyama hivyo vya Zanzibar Vuai Ali Vuai wa CCM na Nasoro Ahmed Mazurai wa CUF nao wamekuwa na msimamo tofauti kuhusu suala la kurejeshwa kwa uchaguzi mazungumzo haya yanazungumza na viongozi wetu wa serikali iliyokuwepo madarakani. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi anazungumza na wasaidizi wake, lakini vile vile eh, viongozi wetu wa staafu ambao walikuwa marais wanashiriki katika mazungumzo hayo. Ni jambo jema, lakini mazungumzo hayawezi kuwa mbadala wa uchaguzi. Uchaguzi upo kwa mujibu wa sheria na sisi chama chetu kitashiriki kamilifu katika uchaguzi huu. Sisi tunasema bwana, hapa hapana hapana uchaguzi, uchaguzi wala na atakayefanya hivyo yatakayomkuta atakwenda ona kwa dhahegi ndio atakopelekwa. Hapa hamna uchaguzi wala haparudi uchaguzi. Hapa alioshinda atangazwe, apewe serikali aongoze kwa salama na amani. Zanzibar imeingia katika mgogoro wa kisiasa baada ya mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Zanzibar, Jecha Salim Jecha, kufuta matokeo ya uchaguzi mkuu uliofanyika Oktoba 25 mwaka huu kwa madai ya kugubikwa na kasoro nyingi ikiwemo udanganyifu.